Mlango wa ishirini na saba. Basi wana wa Israeli kwa hesabu yao wakuu wa mbari za mababa na maakida wa maelfu na wa mamia mamia, na wasimamizi wao waliomtumikia mfalme kwa neno lolote la zamu za kuingia na za kutoka, mwezi kwa mwezi, miezi yote ya mwaka; wa kila zamu walikuwa watu ishirini na nne elfu. Juu ya zamu ya kwanza ya mwezi wa kwanza alikuwa Yashobeamu mwana wa Zabieli, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Yeye alikuwa wa wana wa Peresi, mkuu wa maakida wote wa jeshi, mwezi wa kwanza. Na juu ya zamu ya mwezi wa pili alikuwa Dodai Mwahohi na zamu yake, na Mkilothi alikuwa amiri; na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa tatu wa jeshi, mwezi wa tatu, alikuwa Benaya mwana wa Yehoyada kuhani alikuwa mkuu, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Huyo Benaya ndiye yule aliyekuwa shujaa wa wale thelathini na juu ya wale thelathini, na katika zamu yake alikuwa Amizabadi mwanawe. Akida wa nne wa mwezi wa nne alikuwa Asaheli ndugu ya Yoabu na Zebadia mwanawe baada yake, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa tano wa mwezi wa tano alikuwa Shamhuthi Mwizrahi na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa sita wa mwezi wa sita alikuwa Ira mwana wa Ikeshi Mtekoi na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa saba wa mwezi wa saba alikuwa Heksi Mpeloni wa wana wa Efraimu na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa nane wa mwezi wa nane alikuwa Sibekai mhushathi wa Wazera, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa kenda wa mwezi wa kenda alikuwa Abiezeri mwanathothi wa Wabenyamini, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa kumi wa mwezi wa kumi alikuwa Maharia mnetofathi wa Wazera, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu akida wa kumi na moja wa mwezi wa kumi na moja alikuwa Benaya Mpirathoni wa wana wa Efraimu, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Akida wa kumi na mbili wa mwezi wa kumi na mbili alikuwa Heledi Mnetofathi wa Othnieli, na katika zamu yake walikuwa watu ishirini na nne elfu. Tena wakuu wa kabila za Israeli walikuwa hawa: wawa Reubeni Eliezeri mwana wa Zikri; wa wa Simeoni, Shefatia mwana wa Maaka; wa Lawi, Ashabia mwana wa Kemweli; wa Haruni, Sadoki; wa Yuda, Elihu mmojawapo wa ndugu za Daudi; wa Isakari, Omri mwana wa Mikaeli; wa Zabuloni, Ishmaya mwana wa Obadia; wa Naftali, Yeromothi mwana wa Azreeli wa wana wa Efraimu Hoshea mwana wa Azazia; wa nusu kabila ya Manase Yoeli mwana wa Pedaya; wa nusu kabila ya Manase katika Gileadi Ido mwana wa Zekaria; wa Benyamini Yaasieli mwana wa Abneri; wa Dani Azareli mwana wa Yerohamu. Hao walikuwa maakida wa kabila za Israeli. Lakini Daudi hakufanya hesabu yao wenye miaka ishirini na waliopungua, kwa kuwa Bwana alikuwa amesema ya kwamba atawaongeza Israeli mfano wa nyota za mbinguni. Yoabu mwana wa Seruya akaanza kuhesabu, lakini hakumaliza na ghadhabu ikawapata Israeli kwa hayo, wala haikuhesabiwa hesabu hiyo ndani ya taarifa za mfalme Daudi. Na juu ya hazina za mfalme alikuwa Azmawethi mwana wa Adieli na juu ya hazina za mashambani za mijini na vijijini na ngomeni alikuwa Yonathani mwana wa Uzia, na juu ya hao wenye kazi ya shamba kuilima ardhi alikuwa Ezri mwana wa Kelubu, na juu ya mashamba ya mizabibu alikuwa Shimei Mramathi, na juu ya mazao ya mizabibu kwa ghala za mvinyo alikuwa Zabdi Mshifmi, na juu ya mizeituni na mikuyu iliyokuwamo katika Shefela alikuwa Baal Hanani Mgederi. Na juu ya ghala za mafuta alikuwa Yoashi. Na juu ya makundi ya ng'ombe waliolishwa katika Sharoni alikuwa Shitrai Msharoni. Na juu ya makundi waliokuwamu mabondeni alikuwa Shafati mwana wa Adlai. Na juu ya ngamia alikuwa Obili Mwishmaeli. Na juu ya punda alikuwa Yedeya Mmeronothi. Na juu ya makundi ya kondoo alikuwa Yazizi Mhagri. Hao wote walikuwa maakida wa akiba alizokuwa nazo mfalme Daudi. Naye Yonathani, mjomba wa Daudi, alikuwa mshauri na mtu wa akili na mwandishi. Yehieli mwana wa Hakmoni alikuwa pamoja na wana wa mfalme, na Ahithofeli alikuwa mshauri wake mfalme, na Hushai Mwarki alikuwa rafiki yake mfalme. Na baada ya Ahithofeli walikuwa Yehoyada mwana wa Benaya na Abiathari, na jemedari wa jeshi la mfalme alikuwa Yoabu.